Mtazamaji wa channel ya FEABOY, karibu tena katika channel yetu. Leo ni siku nyingine tena, na katika video hii nitakwenda kukuonyesha namna ya kuweza kufanya verification ya cheti chako cha kuzaliwa ili uweze kufanya, ili uweze kufanya uh, mkopo wako wa elimu ya juu katika bodi ya mikopo Tanzania. Sasa <coughs> katika video iliyopita niliwahi kuonyesha jinsi ya kuweza kujisajili au kufanya registration katika oto ya erita ili kuweza kupata cheti. Sasa leo nitakwenda kufanya au kukuonyesha namna sahihi ya kuweza kufanya verification ya cheti chako okay. Sasa hatua ya kwanza kabisa unachotakiwa, kama hujajisajili, basi nitaonyesha mfano mfupi. Utaingia katika website hii ya erita.rita.go.tz, utaona dashboard kama hii Uta click sehemu hii ya register, kama hujafanya usajili, kama hujawahi kufanya usajili utaweza kufanya usajili. Utajaza fomu hii kama jinsi inavyoonekana, utajaza taarifa zako zote hapo. Kwa sehemu hii ya kwanza utaweka jina lako la kwanza, jina la kati, jina la mwisho, utachagua ajenda yako kama ni male au kama ni female. Okay, alafu baada ya hapo utachagua nationality utachagua nchi yako kama ni Mtanzania. Baada ya hapo, weka namba zako za simu, weka email, weka password, confirm password then uta click neno register. Kwa hiyo mimi nitakwenda ku sign in kwa sababu tayari utayari nilisha create account, then nitakwenda kuonyesha namna sahihi ya kuweza kupata verification kwa ajili ya cheti chako cha kuzaliwa. Okay? Okay, nikiwa hapa sasa katika dashboard ya nani yangu hapa katika akaunti yangu hapa utaweza kuona hapa kila kitu, utaweza kukiona hapa okay. sasa nachotakiwa kufanya hapa, utakuja katika hivi vidoti vitatu au hivyo vimishale mitatu hapo juu, alafu baada ya hapo utakuja kwenye sehemu hii ya birth service, utaclick katika sehemu ya birth service. Ukishaclick katika sehemu ya birth service utaweza kuona application ambayo tayari umeshaifanya okay. Angalia application ambayo tayari umeshaifanya kama ipo utaweza kuiona hapo okay. Na sehemu hii sasa uta click katika hii sehemu ya plus icon. Ukisha click katika sehemu ya plus icon utaweza kuona kuna application birth service, kuna new birth certificate. Kama unataka cheti kipya utabonyeza hapo, lakini kuna hii sehemu ya old to new certificate, kwa kama una cheti cha zamani, pia hakikisha cheti chako umekibadilisha kuwa katika cheti cha sasa hivi kwa utabadilisha hapo kwenye all to new certificate. Hii nitaionyesha katika video inayofuata, lakini leo nitakuonyesha certificate verification, namna ya kuweza kuverify cheti chako cha kuzaliwa kwa ajili ya kupata mkopo wa HESLB. <coughs> Okay, hii ni certificate verification, verification info, verification info. Sasa hapa kuna entry number, utaingiza entry number yako hapa. Ni namba ambayo ipo katika cheti chako ile namba ambayo ipo katika cheti chako, then utaweka date of birth. tarehe ambayo ulizaliwa utaweza kuiweka hapo na baada ya hapo, utaweka mother's first name, Mother's first name, jina la mama yako ya kwanza. Baada ya hapo utaingiza jina la mama la kati, then utaingiza jina la mama la mwisho, alafu kuna verification reason, utaselect hapa verification reason. Kwa nini unataka kuverify cheti chako? Sababu ni nini ya kutaka kuverify? Hapa kuna loan board kuna NHIF, kuna land, kuna legal, kuna migration, kuna employment, kuna NIDA, kuna others alafu kuna hiyo sasa. Wewe oh, unachotakiwa kufanya kama hii ni kwa ajili ya mikopo ya bodi ya mikopo, kwa hiyo utaweka kwenye loan board, utabonyeza hapo kwenye loan board reason. Alafu sasa hapa inakuja applicant information. Unachotakiwa sasa kufanya sehemu hii utajaza, utajaza jina lako, andika jina lako la kwanza jina la kati, jina la mwisho. Utaingiza namba zako za simu. Baada ya hapo, utaweka physical address, mahali unapoishi. Then kuna information relationship to applicant relationship. utachagua hapa kama ni mother, father others, brother sister, son daughter and spouse. Kwa hiyo hapa sasa utachagua kama anayekufanyia ni nani, kama ni mama, kama ni baba, kama ni nani, utaandika mwenyewe let's say brothers okay. na baada ya hapo sasa utabonyeza neno continue. Mimi sitakwenda kufanya kwa sababu mimi sifanyi Verification yote ya cheti ila nimekuonyesha process za kufuata, utafuata process hizo. Hakikisha unafuata process hiyo. Ukibonyeza continue utaletewa hatua zingine zinazofuata. Hakikisha paka sehemu hii inayoonyesha asilimia sifuri hapa juu imefika asilimia mia moja hapa. Itakapofika asilimia mia moja, basi unakuwa tayari umekamilisha kuverify cheti chako. Lakini pia utapewa control number ambao utatakiwa ulipie. Ukishalipia tu basi utaweza kupata na hizo verification utaweza kupata verification na utaverify cheti chako, ufuata hatua hizo. Kama unafanya application ya mkopo, hii ni hatua muhimu sana, na kama kuna sehemu basi utakuona kwama join katika grupu langu la WhatsApp, link ipo katika sehemu ya description. Katika grupu kule, tutaweza kukusaidia mpaka hatua ya mwisho. Asanteni na karibuni, lakini jambo la muhimu kabisa, usahau kusubscribe katika channel yetu. Asante na karibu.